Watu wengi wanakimbia chumvi kama sumu, lakini bila chumvi mwili wako unalegea. Kinachokudhuru si chumvi, ni kiasi kinachoingia mwilini bila wewe kujua. Leo nitakuonyesha ukweli rahisi ambao hakuna mtu atakwambia, ama hakuna mtu anakwambia. Karibu mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV. Kwenye video hii tuongee kama watu wa kawaida, sio madaktari. Leo utaelewa kwa nini chumvi ni muhimu, kiasi cha kula, kiasi kinachochosha, kiasi kinachochosha mwili, na mbinu za kupunguza bila kuteseka. Hapa hakuna vitisho, ni sayansi ya maisha ya kila siku. Chumvi ni rafiki, inafanya nini mwilini? Sikiliza vizuri, chumvi ina sodium na chloride. Hivi si majina ya vitabu, ni kazi za mwili sodium inasaidia kusawazisha maji mwilini. Mwili wako una seli, seli hazifanyi kazi bila kiwango sahihi cha maji. Sodium pia inasimamia mapigo ya moyo, ndiyo maana watu walioishiwa sodium wanazimia au wanashikwa na misuli. neva mawazo yako, harakati zako, hisia zako zinahitaji sodium kupitisha signal. Chloride inasaidia kupata juisi ya tumbo kusaga chakula vizuri. Ukikosa chumvi ya kutosha, unachoka, kichwa kinauma, misuli hushika, miguu inalegea. Ndio maana wana michezo hupewa ORS. ORS siyo kupendeza, ni kurudisha sodium mwilini. Hivyo point ya kwanza, chumvi si adui, ni kama betri ya simu. Kidogo inatosha ukizidisha inazidi kuwa moto. Kiasi kinachohitajika kwa siku, hebu tuweke hesabu rahisi ambayo haitachosha mwili. Wa mtu mzima unahitaji takriban 1.5 uh, gramu za sodium kwa siku. Hii ni sawa na 4 na 5 gramu za chumvi, 4 mpaka 5 gramu za chumvi, karibia kijiko kimoja cha chai. Hapa kuna mtego ambao watu wengi hushindwa kugundua: hii ni jumla ya siku nzima, sio chumvi inayotiwa kwenye sufuria pekee ni pamoja na chumvi iliyopo kwenye chakula cha dukani, mgahawa, seasoning, processed foods. Kiasi kinachoumiza ama kiasi kinachoumia mwili, ukizidisha zaidi ya tano 5 mpaka sita gramu za chumvi kwa siku, zaidi ya kijiko cha chai, mwili unaanza kufanya defense, unahifadhi maji Uso unavimba, vidole vinashikana, vidole vya pete havipiti. Mwili unashindwa kutoa sodiamu ya mwenyewe, unaituza ndani ya maji. Shinikizo la damu hupanda, moyo unafanya kazi mara mbili, sawa na ku, ku, kuupa ani sawa na kumpa gari mzigo mzito bila kuimarisha injini. Figo zinachoka, zinajaribu kuchuja mchanganyiko wa maji sodium kila siku. Matokeo ya muda mrefu: presha, hatari ya kiharusi, moyo kushindwa. Tatizo kubwa siyo chumvi uliyoweka jikoni, ni ile iliyofichwa Vyanzo vya chumvi iliyofichwa mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, njoo karibu ikueleze, usikilize vizuri hapa, hizi ndizo zinazobeba mzigo salty chips, ama chipsi na snack salty sausages, nyama iliyoandaliwa nudl za pakiti, kiungo chake ndicho kila. Pizza, chakula cha migawani ama mgawani, pickles, achari zile supu za makopo. Hata kama unatumia chumvi kidogo nyumbani, vyakula hivi vinaongeza gramu mbili 2 mpaka tatu mpaka nne bila wewe kujua ndani ya siku moja, unafikisha kiwango cha hatari bila kujua. Mfano rahisi, ugali nyumbani ni salama, lakini ugali nyama ya mgahawani ama mgahawa na soda na chipsi, sodium inapanda bila shida, na sodium inapanda bila kuona dalili. Kuwa umezidisha mwili hauongei, lakini huwa unatuma ishara tu. Dalili zinaonekana mara nyingi: kuamka, uso umevimba, macho mazito, kichwa kuuma bila sababu, kiu isoisha, unakunywa maji lakini bado unahisi kavu, unahisi una kiu, shinikizo la damu kupanda. Ukiona hizi mara kwa mara, punguza chumvi kwa siku tatu mpaka siku tano miujiza utayaona: tumbo inanyooka, miguu inapungua, kichwa kinatulia. Njia rahisi za kupunguza bila kuhangaika, sio kuanza kuogopa chumvi, ni kupunguza, mwili usitoke Tumia viungo vitunguu, pilipili, tangawizi, ndimu. Hivi vina ladha, mwili hauhitaji chumvi nyingi. Onja kwanza kabla hujaongeza chumvi. Utashangaa ni mara ngapi unaweka chumvi kwa mazoea tu. Kula mboga na matunda, vina madini kama potassium, vinasaidia kupunguza athari ya sodium. Maji hii rahisi sana. ukiwa na sodium nyingi, kunywa maji ya kutosha, mwili una utaupa ama uta, mwili unatupa nje yani mwili unatoa ile sodium nje. Hii ndiyo kauli ya mwisho mtazamaji na msikilizaji, Yanayojiri Mitaani kukuelezea kuwa chumvi si adui ikiwa adui mwilini, usinge usingeitumia ama usingeitaka. Tatizo ni kupindukia, na mara nyingi kupindukia bila ya sisi kujua. Ukidhibiti chumvi, moyo unapumua, figo zinapumzika, mwili unalainika. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, kama umesikia kitu kipya leo, tafadhali na kuomba drop comment, niambie kwako tatizo lipo wapi? Chipsi, sausages au chakula cha mgahawani? Ukihitaji video ya sukari na sukari asili, andika hapa chini. Tafadhali subscribe, like, show comment. Hii ni yanayojiri mitaani TV.